Na anaitwa Sadiki Hamisi, ni bodaboda, Mbezi. Chanzo cha kusababisha bodaboda wengi wanapata ajali ni kutokuwa makini kwa so, sababu unakuwa akili haipo barabarani pengine. Uh, uwe na tahadhari so, unapoingia barabarani unakuwa na tahadhari. Sofia Bruno ni mfanyabiashara. Sababu zinazosababisha ajali za mabodaboda barabarani Sababu ya kwanza naweza nikasema pombe, yaani ulevi, kuta mtu anaendesha pikipiki huko amelewa, alafu umbo spidi. Kwa hiyo pia hiyo ni sababu moja wapo inayosababisha ajali. Sababu ya pili pia kutokuwa na uzoefu wa kuendesha hiyo pikipiki. Pia sababu nyingine sifa, vijana wana sifa umo babani, ukiwaona mwendo mkubwa ushindana na magari makubwa, ndio vitu wanavyopenda. Kwa binafsi, ningependa kuwashauri vijana wanaendesha bodaboda, wakiwa wanajiona wamelewa, wasiendeshe vyombo vya moto, na pia wapunguze sifa barabarani. Kwa hiyo waache sifa barabarani, waache kuendesha huku wamelewa, na mtu kama unajijua wewe bado huja kizi kuendesha hiyo pikipiki hujue vizuri, usinge barabarani kushindana na watu.